Kutana na binti mdogo kabisa anayefanya kazi ya kuogofya. Lakini yote basi ni kupitia Vodacom, tunasema pata double bundle na M-Pesa. Vodacom inakupatia urahisi wa kununua kifurushi kupitia M-Pesa. Nunua kifurushi cha internet ama cheka kupitia M-Pesa upate kingine bure Piga nyota mia moja hamsini nyota sifuri sifuri alama ya reli kunua kifurushi Vodacom dabo bando na Mpesa. Kutana na binti wa miaka kumi na tisa anayefanya kazi mochwari nchini Tanzania. Kwa kawaida kazi ya mochwari ni ngumu na sio kila mtu anaweza kuifanya hata kwa gharama ya mshahara wa mamilioni ya shilingi. Aidha, inazoeleka pia wanaoifanya wengi huwa ni wanaume, lakini katika hali isiyo ya kawaida binti wa kike nchini Tanzania amechagua kuifanya kazi hiyo ya kuogofya, tena kwa hiari yake, kwani Sabrina Garib binti mwenye umri wa miaka 19 anayefanya kazi kwa vitendo kimasomo kwenye mochwari ya hospitali ya rufaa ya Tumbi Kibaha mkoani Pwani amekuwa gumzo kwa watu wanaokwenda kuchukua miili ya wapendwa wao hospitalini hapo. Global TV imeibuka naye. Katikati ya wiki iliyopita Global TV online ilikwenda hospitalini hapo na kufanya mahojiano na afisa habari na mkuu wa kitengo cha mochwari ambao wao walimzungumzia binti huyo. Lucy Semindu ni mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano, Shirika la Elimu Kibaha. Na leo hii nashukuru Global TV imekuja kutembelea shirika letu na tu, leo hii napenda kumwongelea dada Sabrina Ghalibu ambaye ni mwanamke aliyekuwa hapa field katika kitengo cha mochwari. Kwa kweli mwanamke huyu au msichana huyu amekuwa kivutio kwa watu wengi. Watu wameshangaa kwanza, huyu dada jinsi alivyojitoa mhanga mpaka kuchagua fani ya mochwari, na amekuwa akihudumia hapa kipindi chote alichokuwa fildi, na amefanya kazi vizuri kwa uadilifu, na kila mtu amevutiwa na jinsi anavyofanya kazi kwa ujasiri na kwa kujituma kwa kweli Sabrina amekuwa ni mwanamke ambaye ameonyesha nchi hii kwamba wanawake wanaweza, wanawake wanaweza kufanya kazi popote pale. Na Francis Raymond kufahamu Sabrina na kama wiki mbili, lakini kwa utendaji wake kazi niliouona anafaa, japo ukiangalia hapa kufanya hii kazi, watu sisi wa hapa kwetu tunapokea maiti nyingi za ajali, na nimeona kwamba anafaa. Sababu ya nini? Kwamba nimeona kwamba ni katika kutembea kwangu au katika nilivyotembea, huu ni binti wa tatu katika kufanya hizi shughuli za mochwari. Kuna wawili ni wakuta mwimbili ni moja ni mwanajeshi na kuna mmoja uko pale pale. Mwingine tunamwangalia usoni kwamba huyu kazi anaiweza. Sawa, kwamba hii kazi anafanyaje, anaiweza na kumwangalia mtu kazi anaiweza, kwamba automatically unaweza kuja kwamba bado umefanya kitu hiki, hana hofu, haogopi, na kwamba hii shughuli huyu anaiweza. Nipe ambayo unaweza kukuta labda kuna maiti kwa vile yeye yuko kwenye wewe ni mwalimu. Sasa yule unaweza kumwachele maiti kwamba ifanyie hivi. Labda kuna maiti nasafiri safiri. Unajua kwamba una, anasafiri. Kwamba nimfanyeje? Inabidi wewe kama mwalimu ndio uwe makini na ile kazi. Sawa. So sababu naambia sasa huyu anasafiri. Na kama anasafiri kitu cha kwanza kufanya unafanya moja, mbili, tatu. Nicho. Baada ya kuzungumza na viongozi hao wa hospitali, Global TV Online ilielekea nyumbani kwa Sabrina Mlandizi mkoani Pwani kuzungumza na binti huyo pamoja na familia yake. Naitwa Sabrina, Sabrina Halif Hatib manziri F1, mIANHU, MIANHU, MIANHU, MIANHU, MIANHU, MIANHU, MIANHU, MIANHU. na miaka 19 nimezaliwa mwaka 1997 katika hospitali ya Tungu. mwaka 2004 nilianza masomo yangu ya msi, ya shule msi, ya msingi mpaka 2010. Nikamaliza elimu yangu ya msingi Mwaka elfu mbili na kumi na moja mpaka elfu mbili na kumi na nne nikamaliza elimu yangu ya sekondari. Baada ya hapo, nikaenda kujiunga na chuo Mafinga kinaitwa Neema Uhai. Huko chuo nilikuwa nachukua kozi ya mochwari. Baada ya hapo, nimesoma chuo miezi mitatu, ikabidi niende fildi, fildi niko Tumbi. mm. siku ya kwanza fanya practical ilikuwa mochwari ya Ilinga, Ilinga ilipofika kapewa maiti ya mtu mzima, yani nikashindwa kufanya kazi nikaanza kulia, lakini sikulia kwa ajili ya uoga, nilikuwa najua nikimfanyia kazi ataumia. Baada ya kulia, mwalimu wangu akaniambia kwa usilie, huyu aumie? Ameshakufa. Basi nikatoa huruma nikaanza kufanya kazi changamoto. Yani maiti niliwahi kuiona ni ya kutisha moja tu ilikuwa imegongwa na treni. mm. haieleweki chochote, lakini kazi nikaifanya mwenyewe na ni mtoto wangu wa kwanza ni mzaa tarehe kumi mwezi wa nane mwaka tisini na saba Tangu yuko mdogo, kwanza alianza kuongea mapema sana, kwa na mdomu mwepesi, akawa anaongea unke ongea. Tunakaa hivi ng'ambu kwa ng'ambu na bibi yake, anatoka huku nyumbani mbio, mtoto mdogo ana miaka miwili, anavuka barabara, anaenda ng'ambo kwa bibi yake, namtafuta huku na huku, Sabrina ayupo kashafika kwa bibi yake, mpaka anafika kule kule wanamrudisha hivyo hivyo. Basi akawa ameendelea hivyo na utundu, utundu, utundu, utundu. Ameanza shule ya msingi, yuko katika alio hiyo, amesoma shule ya msingi vizuri, Jamhuri pale Mlandizi a faulu Mlandizi, akawa amefanikiwa kwenda kuenda Kilangalanga Sekondari, na yenyew iko hapa hapa Mlandizi. basi, fika kule Form 1, akawa vizuri. Form 2, ndipo alipoanza sasa kuonyesha utundu wake bwana, kawa mtoto kila siku kumbana na kesi si. Na leo Sabina kapigana huku, umeona mara leo huku, kafikia tu mpaka tukapelekwa kwa mwenyekiti mwenye wa kitongoji kitongoji, bina akampiga mtoto sijui nyumba gani huko, wenyewe wakaenda kwa mwenyekiti wa kitongoji basi, nikaitwa nikafika pale, tukazungumza kesi. Yule mama sasa akawa ananifahamu, akasema kumbe mwanao. Nikamwambia yeye ni mwanangu dada. Basi samahani, mimi sikujua kama mtoto wako, kumbe mtoto wetu tundu amefanya hivi. Basi tusameheane, aishi ya hapa hapa. Awambia haya, mimi nashukuru ndugu yangu tukawa tumemaliza pale, lakini sisi hatujamaliza kikao. Sabrina alichomoka pale, alisema naenda kujisaidia nakuja, ujue ndo aliondoka kutokea tena. Nikaja nikamkuta nyumbani ametulia. Mimi sasa nikatoka pale sasa, nimechanganyikiwa, nakuja nimemkuta hapa Sabrina, mbona umetoka kwenye kikao? Sasa mimi nitaongea nini na wakubwa wale? Asi, tuka isho isho. basi tukaendelea hivyo hivyo, basi form three bwana mimi ni niko nyumbani, mama yake mdogo amejifungua na watoto mapacha, mara nikasikia simu ya wa mwalimu wake Ngomali anaita mwana Sabrina, hey, mwanao yupo huko? Nikamwambia hapana, mbona yupo huko shule huku bwana, kuna zoezi fulani limekuja hapa shuleni, kuna watu wamekuja kwa ajili ya upimaji mimba, basi Sabrina alikuwa ameshajipanga foleni hivi. Huwezi kuamini, amechoropoka amekimbia mbio, hatari. Tumetuma wanafunzi wote wamemkimbiza, kakimbia, mpaka sasa hivi hajapatikana na asipopatikana, umeona, na asipopima, asipo, inabidi utoe faini, yani utafute hospitali ya kwenda kumpima mwanao. Hatuwezi kuendelea naye bila kuja kupima. eh, nimechanganyikiwa, ikabidi eh, sasa nikamtuma mtoto wa, wa dada yangu anaitwa Salehe. Nilivyomtuma Salehe, Salehe naomba mfuatilie, chukua kodi baskeli mfuatilie Sabrina haraka. hmm? nimfuatilie wapi? Nikamwambia amekimbia shule na anakimbizwa na wanafunzi wote hawampati basi, yule mtoto akachukua baskeli moja kwa moja akaenda, kaambia pita njia ya bekari ya mikate, ndo njia anayopitaga akaenda, akamkuta njiani, ameshafika hapa nyumbani na amegeuza, anaenda tena shule. Akanipigia simu, "Mdogo, nimemkamata." "Umemkamata? Eh, vipi, anasemaje?" ah yeye yeah, anasema eti kwamba sketi alikuwa amevaa fupi. Sasa walimu wana mambo mengi, wangeacha lile swala, wangezungumzia sketi yake. Kwa hiyo amekuja kubadilisha sketi, ndo anaenda. Yani nimechoka hapo mimi, wakati na pressure, kwani mtoto vipi, ana mimba kumbe hakuna basi. Mara mwalimu ananipigia simu, mama Sabrina, eh, mwanao huyu hapa amefika. E eh, yuko hapa vipi? Mmempima? Eh, tumempima. Ana mimba? Hana, hana kweli. eh. ah. Sasa kwa nini wamekuambia, sababu gani? Kama mimi alivyoniambia, amesema alivaa sketi fupi. Sasa akawa anaogopa maneno ya walimu, angesema sana, kwa hiyo amekuja kubadilisha sketi nyingine. Hiyo sketi mnamsemaga sana asiivae, afu yeye ameivaa Alafu ndo hapo anapita mmoja mmoja, lazima mtamuona. Ndo maana akakimbia vile. Yani, huyu mwanao basi ni hivyo, yani kwa hiyo ye yuko hivyo, ndo tabia zake yani, mtukutu mtukutu, mtundu mtundu, ana mambo ya hivyo. Alimaliza sekondari, kwa ile hobby yake kubwa ni jeshi. Mama, mimi nataka kwenda jeshini, nifanyie mpango, jitahidi kwa, mb, kwa mbinu zako zote niweze kwenda jeshini. Mwanangu, nitatumia mbinu gani? Basi tujaribu kuandika barua tupeleke hapo Wilayani sasa unajua tena ukiandika barua pale zinakaa. Umeona? Mwaka ule ulikuwa umeisha. Basi ikabidi nikamchukua nimpeleke chuo. Nikampeleka chuo Mafinga. Umeona? Basi tulipofika pale Mafinga nikaenda moja kwa moja mpaka kwa mkuu wa chuo, nikampeleka lakini course rasmi ambayo tulikuwa tumepanga nayo ni nursing. Na pale tulichukua fomu ya nursing tukajaza, tukamaliza kujaza, tukarejesha, tukalipa na ada ya nursing kila kitu tukawa tumemaliza, nimelipa ada nusu ya nursing. Sawa, kamocho zake chuoni mimi nikarudi zangu huku. Nimerudi siku ya kwanza ya pili ya tatu, ananipigia simu mama, namwambia be, mama, mimi nimebadilisha kozi, eh, course gani umechukua? Nikawa najua labda ni labala tu, kaambia, vipi umechukua maabara? Hapana mama, kozi gani? Mwonchwari, mwonchwari. Nikashtuka, nikashtuka yaani kabisa, nimeshtuka ile kiukweli mpaka nikachanganyikiwa, nikasema eh, mwonchwari tena? Hivi ushawahi kukutana na maiti hata siku moja wewe? Sijawahi. Kwa kwanini sasa umeamua kuchukua mwonchwari? Mama, mimi nimechukua hiyo, ndo naipenda. Nikamwambia hapana, sitaki. Yaani sitaki kabisa. Kama mimi ndo nalipa hiyo ada, naomba soma kwa kitu ambacho nimekupeleka. Kwa sababu na maana yangu naweza ukakosa kazi huko, ukawa hata kwenye duka la madawa la mtu, kauza dawa au vipi hivyo. Kuliko ni kozi ambayo unaichukua ngumu sana. Umeona na wewe mtoto mdogo kwa umri huo, sitaki. Nikamshirikisha na mama yangu, naye pia mama yangu mzazi, na huyu mwanangu wa kiume, mtoto wa marehemu dadangu. Wote tukawa tumepambana, tukimsisitiza kwamba acha acha achana na hivyo vitu, watu wanavuta sana mabangi. Kuna watu wakawa wananiambia, hii mwanao anachukua mochwari, sasa ni cheese. Yani wewe umefanikiwa kupata mtoto cheese, anavuta, atavuta bangi, atakunywa makonyagi, sio bia, ni konyagi, mapombe makali, yeye ndio itakuwa zake. Maneno yakawa mengi, mpaka tena nikawa nimechanganyikiwa. Basi kila nikimpigia simu anasema nasoma, nikimpigia simu nasoma mochwari. Mwisho nikamwambia mkuu wa chuo, bwana mwanangu amefanya hivi na hivi, lakini mimi sitamani aendelee na hicho kitu Nomba fanya ninalowezekana abadilishe kwenye ile kozi ambayo mimi naitaka. Akasema yeye mwenyewe ndo ametaka na yuko peke yake hapa, yeye ndo amechagua kozi hiyo, kwa hiyo wewe mwache mtoto kitu ambacho anakitaka aendelee nacho. Sawa, nikamwacha, nikakaa, nikaacha tena, moyo wangu ukatulia. Akaa anasoma, anasoma, akamaliza, ndo akaniambia hivyo anaenda zake praktiko hapo Ilinga. Akaenda ndo akakutana na hiyo maiti ya bikizee. Akanipigia simu huku analia, analia tena, analia vipi? Mama, nilichokiona leo mimi siwezi kusema. Nikamwambia ni nini? Mama naogopa hapa nilipo. Nikaambia uogope nini? Si umetaka mwenyewe kwani umelazimishwa? Sijui hivi na hivi akabadilika. Bwana basi siogopa. Mwambie haya kama uogopi. Lakini mimi nilikuwa nataka nione mwisho wako kwa sababu unajua hicho kitu unachokifuatilia si kizuri. Basi akaendelea ndo akawa amezoea mwisho. Akawa natakiwa kwenda field. Nikaja nikamwombea hapo, nikaenda naye masjala pale Tumbi, tukapeleka barua, kubaliwa. Akaanza field pale, akawa yuko vizuri tu. Anachapa kazi anarudi ila watu wakienda kule sasa. Wanarudi wanambia Masabrina, umewezaje kumweka mwanao kule? Kamwambia ni yeye mwenyewe sio mimi. Hivyo kama hiyo haitoshi, kruu nzima ya Global TV Online ilikwenda shule ya sekondari Kilangalanga iliyopo Mlandizi mkoani Pwani alikosoma Sabrina na kuzungumza na mwalimu mkuu mwalimu Mabisa, ambaye yeye alimzungumzia namna hii sabrina amekuwa ni mwanafunzi wetu hapa kamaliza kidato cha 4 mwaka elfu mbili na kumi na nne ni chana ambaye tumemlea na kwa bahati nzuri hawa ni wazazi wake ni wakazi wa hapa mlandizi na ana kaka yake ambaye tumekuwa naye hapa nashukuru mungu ni university graduate kwa sasa amesoma hapa mpaka form 4 na amefanyia teaching practice hapa ametusaidia kazi ni familia ambayo eh, tumekuwa nayo na matokeo ambayo tunakuwa tunayapata kutoka kwao yamekuwa yanatufurahisha, hayajatushangaza na hayajatukatisha tamaa. Mwenendo wake, uwezo wa kitaaluma ulikuwa ni uwezo wa kawaida kabisa kwa, kwa Sabrina. Kitu kimoja ambacho walikuwa kiko wazi ni kwamba Sabrina sio mwoga. Kwa hiyo sisi tulikuwa na kampeni hapa ambazo zilikuwa zinapata nguvu ya taasisi moja tu, campaign for female education, Camfed. Hawa walikuwa na programu uh, za tuseme, hizi ni special kwa ajili ya women empowerment. Camfed inashughulika ina na women empowerment. Sasa Sabrina ni matokeo ya campaign kama hizi ambazo zilikuwa zikiendeshwa hapa na tumezisimamia kwa nguvu sana. <tune>